Mjumbe wa kamati ya kupambana dhidi ya ukatili jinsia wanawake na watoto Dr. Raya Hasani Mkoko amefanya ziara ya kuwatembelea watoto wenye mahitaji maalum katika vijiji mbalimbali mbali huko wilaya ya Micheweni, mkoa wa Kaskazini Pemba. Wakati huo huo, mjumbe huyo ameitumia fursa hiyo kuwapatia kiasi cha fedha watoto hao pamoja na kuwakabidhi baskeli kwa ndugu Raiva na Khatibu Omar kutoka shehia ya Sizini, Raya Hamis Yahya mkazi wa shehia ya Sizini, Ibrahim Hamadi mkazi wa shehia ya Chimba na ndugu Asha Akida shehia ya Tumbe Mashariki, ambapo pia jumla ya baskeli nne zimetolewa vijijini humo. Mama yetu wa mtoto ambaye ni mlemavu wa miguu, kuja kumsupport kigari hichi cha Shaku... kumpakia mtoto na kumpeleka katika huduma zake. Mtoto huyu anasoma darasa la tatu. Kwa hiyo tumeona shida zake na kama tunavyosema kwamba katika shughuli hizi za kijamii tunatakiwa tumuunge mkono raisi mm. Lakini pia na serikali ya Mapinduzi, kwa sababu tunafanya kazi kama ni timu serikali, lakini pia na wanajamii. Nashukuru kwa kuniletea zawadi ya mtoto kwa cha kigari ambacho kuwa kitanisaidia kwa mtoto wangu kwenda shule chuoni, hata safari zake za kawaida. Kwanza tunakupongeza Dokta Raya, Mwenyezi Mungu akujalie afya njema na kujalie maisha mema, na kuondoshie kila zitu. Kwa kuwaona watoto kama hawa na ukawapatia msaada, ukaona imani. Mimi nisingekuwa hivi, lakini ni mwinyi wetu Allah, na hawa tusawasawa na sisi, ukaona imani, ukawaletea vitu kama hivi ili vya kuwasaidia wafikie nao ndoto zao. Watoa shukurani kubwa sana kwa dokta Raya kutufika kutupa msaada wa kibaskeli au wa usafiri wa mtoto huyu, ambapo kuwa wadau wengi sana hawajawahi hata siku moja au wanawake. Lakini hata kikipatikana kile kibaskeli au kigari, ni pale ambapo kuwa tuende tunatukichukua, ina maana gharama hata ule usafiri au ile pesa kuchukulia hatuna. Nikiripoti langu jina ni mimi Muhammad Othman wa Rada Online TV.